Kwanza wazazi waelewe kwamba mafunzo haya yana manufaa makubwa, lakini kuna wazazi kuna wa na si wazazi tu, kuna raia ambao wanatia wao uoga vijana kwamba ukienda kule kuna hiki kuna, hii mazingira. Kwanza wengine wanasema mazingira ni mabovu. Mazingira sio mabovu, mmeona mahanga ni mazuri, lakini kwamba kule hau, hakuna unachokipata kule, utateswa. Haya yote ni maneno ambayo sio ya kweli kabisa. Mi nitatoa ushuhuda. Kuna binti mmoja katika katika operation iliyopita alikuwa hataki kwenda JKT na nikamhamasisha, kwa sababu namfahamu. Nikamuuliza, kwa nini unataka kwenda JKT? Akasema, nimeambiwa na rafiki zangu, ukienda kule kuna mateso, ukienda kule kuna shida. Nikamwambia, si umeambiwa, sasa mimi nakwambia, nimekushapita JKT, sijaona hayo unayoyasema. Haya, twende, alafu ukirudi utanipa ushuhuda. Na nimemwambia aende, sio kwamba nimetumia influence labda nimkabidhi kwa mtu ili apate upendeleo, hapana. Binti yule baada ya kutoka pale amerudi kwangu na akataka kujiunga na jeshi, akasema, kweli yote uliokuwa niliokuwa naambiwa sio kweli hata kidogo. Kwa hiyo alikuwa anapambana aweze kujiunga na jeshi. Kwa hiyo haya yote yanayosemwa sio sahihi kabisa. Kwa hiyo, wazazi, muwe mstari wa mbele kwa sababu ulinzi wa nchi ni sisi wananchi wenyewe, ujenzi wa taifa letu ni sisi wananchi wenyewe. Kwa hiyo, usipomruhusu mtoto wako ukampa nafasi ya kwenda kulitumikia taifa lako, ina maana kwamba unamnyima haki ambao baadaye anakuja kujuta kwamba ningepata ile nafasi, anapowaona wenzake wamemaliza. Kwa hiyo tutumie haya uwekezaji huu na tuwe mstari wa mbele kuhamasisha watoto wetu, lakini hata uh, jamii kwa ujumla, ujumla wake. Mpango wetu ni kuhakikisha kwamba kwa sasa hivi tunaweza kuchukua vijana elfu sitini wa Jeshi la Kujenga Taifa, lakini mpango wetu pamoja na kuendelea kuchukua vijana wa kujitolea, tunataka tuchukue vijana wa mujibu wa sheria kwa kuchukua vijana wote wanaomaliza kidato cha sita na hivyo mpango ni kuweza kuchukua vijana laki moja na elfu ishirini ikifikia mwaka ishirini thelathini na moja Kwa huu ni mpango ambao tunaenda nao aa. Kwa hiyo tuna imani kabisa kufikia hapo tutaweza kutekeleza mpango huu, vijana wengi zaidi waweze kuchukuliwa na waweze kunufaika na mafunzo yanayotolewa na Jeshi la Kujenga Taifa. Nitoe tu shukrani kwa serikali inayoongozwa na dr Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya tumekuwa wote tumejionea wenyewe, kwa hiyo ninyi mashuhuda, kwamba uwekezaji unaofanywa kwenye Jeshi la Kujenga Taifa ni mkubwa sana, na uwekezaji huu unafanywa kwa nia ya kuliwezesha Jeshi la Kujenga Taifa kutekeleza majukumu yake. Nafahamu majukumu yake ni malezi kwa vijana, jukumu lake ni, ni uzalishaji mali, lakini jukumu lake ni ulinzi. Kwa hiyo hapa leo nimekagua mahanga kumi na tano yaliyojengwa, si kazi ndogo na yamejengwa katika kipindi hiki cha miaka minne. Nimezindua mlango mkuu ambapo pale ni kama ndo ofisi tunaita mlango mkuu, lakini ni ofisi ambayo ndo unapoanzia. Lakini pia kama niko mbele ya hili jengo ambalo ni jengo la utawala la kisasa kabisa, maana yake nini? Maana yake ni kwanza, unatengeneza mazingira mazuri, ili wale watendaji hawa maafisa na maaskari waweze kufanya kazi yao vizuri, lakini mazingira mazuri vijana wenyewe ambao wako JKT waweze pia kuishi vizuri kama inavyostahili.